ya Simba Sports Club wakiwa nyumbani nchini Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Moroko, ambapo tumetoka kushuhudia mchezo wa mkondo wa kwanza umeweza kuchezwa pale katika mji wa Berkane nchini Moroko, ambapo kwa upande mwingine Simba Sports Club waliweza kupoteza kwa bao mbili kwa sifuri. Kwa Simba anarejea Tanzania kwa ajili ya kujipanga na mchezo wa mkondo wa pili, ambapo Simba anahitaji kushinda magoli matatu ili kuweza kuubeba ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo huu wa mkondo wa pili, tunaona klabu ya soka ya Simba Sports Club wanalazimika kwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari, ni kutokana na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF kuweza kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa, yaani wakiamini kwamba kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane kutokana na mvua ambazo zinaendelea jijini Dar es Salaam, basi mchezo huo hautakuwa na mvuto kwao. Simba wanahitaji kupata kiwanja ambacho itakuwa bora kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa mwisho, lakini nyuma ya pazia inasemekana kwamba kuna viongozi wa klabu ya soka ya RS Berkane, ambaye ni rais wa shirikisho la soka pale nchini Morocco, ndiye ambaye yuko nyuma, ili kwamba anaitengenezea mazingira klabu ya soka Simba kuweza kuihujumu kuelekea katika mchezo huu, ili waweze kushinda pale e, katika uwanja Wazanzibari wakiamini katika uwanja wa Benjamin Mkapa watakwenda kupoteza. Sasa kutokana na hili linaloendelea, viongozi mbalimbali mbali wa serikali nchini Tanzania wameweza kujitokeza na kuzungumzia hali ilivyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ikumbukwe, uwanja huo tunashuhudia, uliweza kufungwa, kwa hiyo ulikuwa katika marekebisho. Kwa hiyo kupitia Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa eh, Kassim Majaliwa, naye pia ni miongoni mwa watu ambao walikwenda kutembelea uwanja wa Benjamin Mkapa na kwa upande mwingine ameweza kujiridhisha na hali ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa na naamini kwamba kwa upande mwingine uwanja huo uko tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amesema serikali haiwezi kuingilia maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF au shirikisho la soka barani Afrika kafu au shirikisho la soka duniani FIFA juu ya maamuzi ya uwanja wa Mkapa, ingawa kwa mahitaji walioainisha ni kwamba uwanja huo upo tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali. Mheshimiwa Majaliwa amesema wao kama serikali waishtushwa na taarifa ya kafu juu ya kuhamisha fainali ya marudiano, wakidhani kuwa watendaji waliopewa jukumu la kufanyia maboresho uwanja wameshindwa kutekeleza majukumu yao, lakini baada ya ziara aliyofanya na ripoti iliyowasilishwa ni wazi kuwa mchezo wowote unaweza kuchezwa hata leo na muda wowote, lakini maamuzi juu ya swala hilo hayapo katika mamlaka yako. Tunanukuu maneno ambayo ameweza kuyasema e, waziri mkuu anasemaje? Anasema hivi, anasema nimefurahi kuona uwanja wa Mkapa unaendelea vizuri, japo tulishtushwa na taarifa kutoka CAF, ila wataalamu wamesema uwanja upo tayari kutumika hata leo, japo sisi kama serikali hatuingili maamuzi ya TFF CAF wala FIFA, ila tumekuja kukagua tu viwanja leo. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa akithibitisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo tayari kucheza mchezo wote, lakini wao kama serikali hawaingilii majukumu yote yale ambayo yanahusisha mpira wa miguu, kwa sababu ikumbukwe serikali haziruhusii kuingilia majukumu ya mpira wa miguu, kwa sababu tunaona kwa upande mwingine nchi mbalimbali zimekuwa zikifungiwa iwapo wataingilia eh, masuala ya mpira kwao. Ndiyo hivyo, kama serikali wanaamini uwanja umekamilika, upo tayari kwa mchezo wote. Kwa hiyo ni muda sasa E, wa mchezo huo kuja kuchezwa, lakini ndio hivyo e, mpaka sasa ratiba inasema mchezo utachezwa katika uwanja wa New Amani uliopo visiwani e, Zanzibari. Lakini kwa upande mwingine Simba wao kuna hoja ambazo wamezipeleka pale e, CAF kwamba wanataka mchezo huo urudishwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu Simba tayari wameshauza tiketi zaidi ya elfu ishirini ambapo ikumbukwe uwanja wa New Amani Zanzibari unachukua mashabiki elfu kumi na tano. Kwa hiyo ni ngumu kwa fainali hiyo kuchezewa katika uwanja wa New Amani hiyo. Kwa hiyo CAF moja kwa moja watakwenda kutoa taarifa kuhusiana na mchezo huu, kama watajiridhisha na hali ya hewa kuelekea katika mchezo huo kati ya Simba dhidi ya RS Berkane.